Watu wengi wanaamini elimu ni majibu ya kila kitu. Wanaamini digrii ni tiketi ya busara, heshima na maisha bora. Lakini je, umewahi kukutana na mtu mwenye elimu kubwa lakini maamuzi yake yakawa madogo kuliko hata mtoto wa shule ya msingi? Hiki ni kisa cha kijana mmoja aliyesoma sana lakini akashindwa kuelimika na kuelewa maisha. Katika kijiji cha Kigongwe kilichopo pembezoni mwa mji, aliishi kijana mmoja aliyeitwa Elia Mwando. Elia alikuwa fahari ya kijiji kizima. Alisoma hadi chuo kikuu, akapata digrii ya usimamizi wa rasilimali watu. Kila sherehe, kila mkutano wa kijiji, jina lake lilitajwa. "Yule mtoto wa mzee Mwandu, msomi wa chuo kikuu." Cheti cha Elia kilibandikwa sebuleni. Alipenda kukiangalia mara kwa mara, kama mtu anayejitazama kwenye kioo. Kwa Elia, degree haikuwa tu elimu, ilikuwa utambulisho wake. Baada ya kuhitimu, alipata kazi mjini. Haikuwa kazi ya mshahara mkubwa sana, lakini ilikuwa ya heshima. Kaoa mke mmoja mwanamke aliyeitwa Neema. Neema hakuwa msomi mkubwa, lakini alikuwa na hekima ya maisha. Alijua kupanga bajeti, kuheshimu familia na kuvumilia changamoto. Kwa muda maisha yalionekana kwenda sawa, lakini ndani ya Elia kulikuwa na mbegu ya kiburi iliyokuwa ikimea pole pole. siku moja Eliya alihudhuria msiba wa ukoo. Hapo ndipo alipokutana na wajomba zake waliokuwa na wake wawili watatu. Mazungumzo yakaanza: mwanaume kamili huwa na wake wengi. Elia umesoma sana lakini bado unaishi kama mtoto kama mshamba, haujachangamka yaani kama kobe porini. Maneno yale yaliingia kichwani mwake, akaona mbona kama dharau, eti hajakamilika, yaani siyo lijali. Usiku huo Elia alirudi nyumbani akiwa na mawazo mengi, akatazama cheti chake ukutani, akasema moyoni, kama baba yangu aliweza, mimi kwa nini nishindwe? Tena mimi nina digrii, napata mrembo chapu. Hapo ndipo kosa la kwanza lilipotokea. Eliya hakutafakari uwezo wake wa kifedha, hakufikiria kama ana ulazima wa kufanya hivyo, hakukaa chini kufanya hesabu wala hakuwaza kama atamuumiza mke wake. Aliamua kwa kujiona yuko juu yu ya busara. Siku chache baadaye, alimwambia Neema, nataka kuongeza mke wa pili. Neema alikaa kimya kwa muda. Machozi yakamjaa machoni. Kwa sauti ya upole akamuuliza, je, nimekukosea? Je, kuna kitu haupati kutoka kwangu? Eliya akajibu kwa sauti ya kujiamini kupita kiasi, hapana, hii ni haki yangu. Baba yangu alikuwa na wawili. Maneno hayo yakawa kama kisu moyoni mwa Neema. Bila kuchelewa Elia akaoa mke wa pili aitwaye Rehema. Rehema alikuwa msichana mdogo, mchangamfu na mahitaji mengi. Alipenda maisha ya mjini, mavazi mazuri na simu za kisasa. Maneno yale yakamchoma Elia. Kwa mara ya kwanza, akaanza kuona ukweli. Digrii haimzidishii mshahara. Cheti hakilipi kodi. Elimu bila maamuzi sahihi ni mzigo. Siku moja rafiki yake wa zamani Juma alimtembelea. Juma hakuwa na degree, alikuwa dereva wa bodaboda lakini alikuwa na mke mmoja, watoto walikuwa shuleni na mradi wa ujenzi unaoendelea. Juma akamwambia Eliya, elimu ni kama panga, inaweza kukulinda au ikakuumiza, inategemea unavyoitumia. Maneno yale yakamfanya Eliya anyamaze kwa mara ya kwanza akaona aibu, akaona jinsi alivyochanganya mila, tamaa na kiburi, lakini tayari alishachelewa. Wake zake walikuwa wamechoka, amani ilikuwa imevunjika, heshima ilikuwa imepungua. Na sasa nimejua usomi si leseni ya kufanya kila kitu, kwamba kuiga historia ya wazazi bila kuangalia mazingira ni hatari, kwamba mwanaume si yule mwenye wake wengi bali yule mwenye maamuzi sahihi. Msikilizaji, wengi tunadanganywa na vyeo, tuna upofu wa vyeti. Elimu ya kweli huonekana kwenye maamuzi ya kila siku. Kama Eliya, unaweza kuwa msomi lakini bila elimika, unaweza kuwa mjinga wa maisha. Kama simulizi hii imekugusa, subscribe chaneli ya Simulizi Maarifa, like video hii na koment wazo lako. Tukutane tena kwenye simulizi ijayo.